Tukitoa mwanya ndugu zangu, tukipitisha wanaotafuta tu, na mie ni wemo, ndio tunapata wale wanaokwenda huko, chama kinakuwa Gwajima naisdimima, chama kinakuwa Gwajima na izdi. Kwa hiyo kwa vyovote vile usigwajima na hizi chama chetu, magwajima tuyaache nje. <laughs> Hamna kuoneana aibu wala haya. Kama kumpata uso gwajima hapo hapo ndo hoda hiyo, hacha nje ndo hoda hiyo dali mwe.